Habari, nakwame Moshi na Marangu, historia fupi natoka uh, Marangu na Ghana. Ni mkazi wa Dar es Salaam, naishi hapa Dar es Salaam, Tanzania. Nimfanya biashara na mtu wenye familia ya mke mmoja na watoto wawili. Aya, kwa nini nilianza hiyo podcast? Inaitwa Adinkra Simulizi kwa sababu vyumba vikuu vya habari inaonekana vipo, vimepoteza mwelekeo. Viko chini ya udhibiti wa mabilionea kama Elon Musk au Mark Zuckerberg na kingine iko chini ya chini sana na serikali mbalimbali na nchi nyingine za Kiafrika. Haya, kwa hiyo um, watu wanatarajia kutoka kwa kutokana na hii podcast ni hii uh, mada zitahusu zita, siasa za Kiafrika, habari za taifa hasa Tanzania na Ghana, siasa za kimataifa mbalimbali, michezo, burudani na maswala ya familia. Maana ya jina Adinkra Simulizi. Adinkra ni alama za busara na hekima kwenye lugha za Twi au Akan kutoka Ghana, na simulizi linamaanisha hadithi au urithi wa Afrika kwenye jin, kwenye lugha ya Kiswahili cha Tanzania. Jina linatoka Tanzania na Ghana pamoja. Topik ya kwanza kwa episode ya kwanza, tunaongea kuhusu vita vya Kongo, ambayo inatokea saa hizi na muda mrefu kutoka historia. Cha kwanza tunaanza um, vita ilivyoanza. Vita ya kwanza kabisa kutoka Kongo ilitokea kwa sababu ya mfalme kutoka Belgium, ambayo alikuwa anaitwa Leopold Uh, namba mbili the second au um, mfalme kutoka royal family ya Belgium ya zamani. Na hii ilikuwa mauaji ya kwanza mwaka elfu moja mia nane themanini na tano mpaka mwaka elfu moja mia tisa na nane. Leopold II wa Ubeljiki alifanya Kongo kuwa koloni lake binafsi. Hii inamaanisha yeye alipaswa kusema hii ndio sehemu yake pekee, yani ndio maeneo yake peke yake, na alichukulia kama anachukulia alichukua kama anachukua, um, yani sehemu <laughs> tu kama kama ni sehemu tu za ku za kuchukua kama ya kwake. Na ubaya zaidi, watu walilazimisha kufanya kazi kwa nguvu, walio waliuawa, mikono yao ilikatwa kwa kushinda kufika viwango vya uzalishaji wa mpira na pembe za ndovu. Takriban watu milioni kumi hadi kumi na tano walikufa kutokana na mauaji, njaa na magonjwa. Mnamo mwaka elfu moja mia tisa na nane, shinikizo la kimataifa lilisababisha Ubeljiki kuchukua Kongo kama koloni rasmi. Okay, kwa hiyo hapa tunaona historia ya mtu kutoka Ulaya, Beljiki alichukua hiyo maeneo kama ni sehemu kwa ajili ya yeye kutajirika na kwa ajili ya yeye kuonea watu kufanya ukatili na kufanya vitendo ambayo, uh, nchi nyingi za Afrika zilipata hiyo, um, experience so, kwa bahati mbaya ilitokea. So yani, kwa maoni ya kwanza Belgi, um, Belgiki inapaswa kulipa uh, Congo reparations. Lakini watu wakitoa hiyo lugha ya reparations wazungu wanashtuka, wana, wana, wana, wana tafuta kila sababu ya kukataa, lakini ni wazi kabisa um, kutoka kilichotokea mwanzoni, ni wazi kabisa ambao Wakongo wana haki kupata hiyo reparations, lakini tuendelee na historia. Uhuru na mgogoro wa kwanza wa Kongo mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tano. Kongo ilipata uhuru mnamo Juni thelathini mwaka wa elfu moja mia tisa sitini chini ya Waziri Mkuu Patrice Lumumba na Rais Joseph Kasav, Kasavubu. Mataifa ya magharibi yaliogopa yalio Lumumba kwa sababu ya uhusiano wake ya USSR ambayo ni Russia sasa hivi na hiyo wako wakuhusika katika mapinduzi yaliyompelekea kuwa mnamo mwaka 1961. Mobutu Seseko alichukua madaraka mnamo mwaka 1965 na kutawala kwa mwaka thelathini na mbili shujaa ya kwanza Patrice Lumumba ambayo finally alikupa hiyo nchi ya Kongo uhuru, na nadhani mipango yake ilikuwa kurudisha utajiri, kurudisha maendeleo na rudisha kila uh, haki ambayo Wakongo walikuwa anapaswa kupokea, lakini kwa bahati mbaya sana CIA iliingia na wale wa Marekani kwa sababu ya Cold War waliingia kati na of course, eh, walipaswa kumua huyu Patrice Lumumba ambaye alikuwa mshujaa ya kwanza, na historia ni wazi. Mobutu alichukua toke ya pale. Tuingie kwenye vita vya kwanza vya Kongo mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita na mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba utawala wa Mobutu ulidhoofika kutokana na rushwa na uchumi mbaya. Baada ya muwaji, mauaji ya kimbari ya Urwanda mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne, makundi ya waasi yaliungwa yali, mkono na Rwanda na Uganda kumwondoa Mobutu. Na ma, mnamo mwaka 1997, Laurent Kabila alishika madaraka na, inch, na, na jina la nchi ilibadilika ili kuwa Jamhuri ya ya Kidemokrasia kidem, ya Kongo DRC. Okay, kwa hiyo Mobutu akaondolea ondele baada ya mwaka 32, na akaingia Laurent Kabila. Licha na makubaliano ya amani, makundi ya M23 na FDLR na ADF yameendelea kupigana katika mashariki mwa Kongo tangu mwaka mwaka elfu mbili na tatu hadi sasa. Rwanda inatuhumiwa kuiunga mkono M23 kwa sababu wengi ni wa kabila wao na hivyo kuzidisha uhasama kati yake na serikali ya DRC. Hali ya sasa, lakini toka kati ya M23 dhidi ya serikali ya DRC. M23 wameyachukua miji muhimu ambayo ni Goma. Mapigano, mapigano ya hivi karibuni yamesababisha M23 kuteka mjini ya Goma kama nilivyosema na Bukavu. Athari kwa watu wa kawaida, zaidi ya watu elfu arobaini yamekimbilia ya nchi jirani kama Burundi, Uganda na nchi zingine ya majirani. Mchango wa Rwanda. Sasa Kagame na M23. Ripoti za UN zinadai kwamba wanajeshi wa Rwanda elfu tatu hadi elfu nne wanahusika katika vita vya mashariki mwa DRC. Kagame anakataa tuhuma, lakini anadai kuwa Rwanda ina haki ya kujilinda dhidi ya makundi yanayotishia usalama wake kutoka Kongo. Kwa hiyo tayari ni very complex situation ambayo uh, inatakiwa viongozi hawa na utulivu ukweli, kwa sababu kuna tatizo la ukabila, kuna tatizo la uh, vita uh, katikati ya nchi majirani mawili na mengi mengine kuhusiana na madini of course. Na hivyo tuliona mkutano wa Dar es Salaam kubwa kati ya SADC na EAC pamoja kujaribu kuweka viongozi wote pamoja na kuongea na kutafuta suluhu kuhusu hiyo vita ambayo imeanza kufurugwa Afrika Mashariki. Viongozi wa Afrika walikutana kujadili mgogoro wa DRC lakini rais wa DRC na Afrika Kusini hawakuhudhuria. Madai ya, ya kusitisha vita yalitolewa lakini hakuna hatua madhabuti zilich, zilizochukuliwa unfortunately. Anasikia Museveni na, na Kagame alikuwa anapiga kelele kweli kuhusiana na hiyo kikao, lakini ndani na hiyo, ya hiyo kikao lakini, uh, hii ni kawaida ya ikiwa na watu strong men kama hivyo wawe kwenye kikao uh, cha vita kama hiyo. Athari uh, za vita vya watu kwa waida na Afrika kwa ujumla E, tuanza kwa watu kawaida. Naona wakimbizi watu ni watu elfu arobaini kama nilivyosema, wamekimbia makazi yao. E, kuna mgogoro wa kibinadamu, ukosefu wa chakula, huduma za afya na usalama, na e, kuna katili kama mauaji ya hala, halaiki, ubakaji na uajiri wa mtoto katika jeshi. Uchumi umevurugika, kilimo, biashara na ajira zimeathirika. Yes, tumeona kuna kule, kuna magereza makubwa iliwaka moto <laughs> magereza ambayo uh, wali, wash, wali, ili, iliwaka moto um, naona kuna M23 walifika pale, tunasikia kuli kuwa na dalili za ubakaji na mauaji ilitokea, na pia wadogo, uh, wanawake ambao wenye umri wa chini ya mwaka ishirini na tano walichukuliwa kuingia wengine kwenye jeshini. Uh, na kwa Afrika kuto kuwepo kwa utulivu. Rwanda, Uganda na Burundi zinahusishwa kwenye mgogoro huu. Uporaji wa rasilimali, dhahabu, cobalt na coltan zinaibiwa na mataifa ya nje. Mgawanyika wa kisiasa, AU na SADC zimeshindwa kabisa kushughulikia swala hii ipasavyo, na wawekezaji wanakwepa kanda hii. Uka, ukwaji na kiuchumi una do, una dorora. Kwa hiyo sasa kuna mambo mengi ndani ya hiyo jiji ya Goma. Kuna nchi ya kimataifa wana assets na wana kitalu na mines uh, all over the place pale. Na pia kuna madili mengi, yaani madili za chini ningi nyingi ambao ndio maana wanaonekana kuna uh, mercenaries wapo pale, watu ambao wanalipa kulinda sehemu mbalimbali za siri za kupata madini na kufanya uchimbaji haswa, um, hata nchi za Kiafrika wameingia pale kwa sirisiri, na wao pia wanahusisha kwenye mambo za You know, kupata hizo madini kwa chini chini na siri. Kwa hiyo uh, situation ni very complicated kwa kweli, na sio kirahisi rahisi kushughulikia wakati kuna siri nyingi <sighs> lakini uh, tuangalia jinsi Afrika na jumuiya ya kimataifa zinavyoshughulikia mgogoro huu. Tuanze uh, na viongozi wa Afrika kweli. Tume wamefanya mazungumzo ya amani, yamekuwa polepole na hayatekelezwi ipasavyo. Vikosi vya SADC vimepelekwa kusaidia jeshi la DRC, lakini vina changamoto za rasilimali. Rwanda bado hajachukuliwa hatua yoyote kali kwa kuunga mkono wa M23 waasi waasi wa M23 wa M23, um, na hii ndo wanavyoweza kufanya kwa kweli, kwa sababu um, hawawezi kuingia, ingawa tumeona wame wametuma wame majeshi wao uh, kama South, South naume umetuma majeshi Tanzania umetuma majeshi, na nafikiri ilikuwa Rwanda pia umetuma majeshi uh, na bahati mbaya tumeona um, wanajeshi wa Tanzania na South waliowawa pale, bahati mbaya kweli, um, lakini hii ndo response ambayo tumeona Uh, wana, wana, wanajaribu ku, ku, kupaswa kusaidia, lakini kwa bahati mbaya um, kila kitu imekuwa very slow and stagnant, na situation inaendelea kuwa complicated, kwa sababu hata M23 gafla ghafla tu wanaongeza watu, wanaongeza maslaha, wanaongeza vifaa ya kukaa vitani, alafu watu hawaelewi hizo vifaa inatoka wapi kwa muda chache hivyo na kwa haraka na kwa nguvu. Kwa hiyo um, situation kwa kweli ni very complicated, kama nilivyosema na eh, yaani ni, ni, ni mambo mengi kwa kweli ha, na uh, response kutoka jumuiya na kimataifa. Tumeona Umoja wa Taifa na European Union wameweka vikwazo kwa baadhi ya vikundi vya waasi lakini utekelezaji wake ni dhaifu. MONUSCO pia tume, tumesikia imepunguza wanajeshi wake baada ya kuongeza, kuongeza na hivyo huwaacha raia hatarini, hatarini. Vita vya Kongo havi, havijapewa uzito sawa na migogoro mingine kama Ukrainia au Gaza. Na hiyo ni wazi kabisa, hata kwenye vyombo vya habari mbalimbali kama CNN, kama BBC, kama wengine, labda utapata maelezo kwa dakika tano, au clip au nini, lakini hupate uh, hiyo in-depth stories na sababu na Uh, investigations kama hizo ya Ukraine na Gaza na hamna, hata, wala hamna propaganda mengi uh, dhidi ya vita ya Kongo. Kwa hiyo uh, inasitisha isitika kweli um, lakini hii ndio situation uh, tulivyozoea katika hadi uh, ya Afrika. Okay. Rushwa imechukua nafasi kubwa uh, pia katika maoni yangu na suluhu uh, mataifa mengi yanafaidika na mgogoro huu. Kama nilivyosema, kuna watu wanatoa rushwa, kuna watu wanafanya vitu kwa chini chini, kuna watu wanachimba kwa chini chini, kuna mataifa hawataki watu wajui, kama Ufaransa na mengine, kwa hiyo Uh, mambo ni mengi kweli katika pia. Kongo inapaswa kubinafsisha rasilimali zake kama Burkina Faso chini ya Ibrahim Tware. Makundi ya kigeni yanayochimba madini kiharamu yafukuzwe kwa haraka sana. Pia AU is ina, inabidi isambaratishwe na kuundwa mpya iwe na nguvu ya kijeshi isiyogemea Ulaya au China. Kwa kweli AU e, eh, imetuangusha sana mara nyingi na mara nyingi, na hata Europe walianza wali na League of Nations. League of Nations ikasambaratishwa, alafu wakatengeneza hiyo United Nations ambayo ni Umoja wa Taifa tunavyojua saa hizi, na ilianza na nchi za Europe tu. Baada ya mwaka fulani, wakaanza kuingizwa nchi zingine za kidunia. Kwa hiyo sio mbaya ku yani kuvunja hiyo bunge ya AU na kuanzisha mpya kutuanzishe yani organization mpya ambayo ina nguvu ya kijeshi ya kushughulikia tatizo mbalimbali za za Kiafrika kama um, ugaidi kama ugaidi au kama hizo vita ambazo zinatokea ghafla ghafla, na kama ni situation kama hii ambayo ni vita ambayo sio self defense. Lazima hiyo AU inatakiwa ku African Union inatakiwa kuwa na nguvu za kijeshi kushughulikia, kusema hapana, inabidi sisi tuingie kati, lakini hiyo nguvu hawana na wengi wanadai kwamba AU iko controlled na Amerika, Europe na baadhi na Wachina pia. Kwa hiyo sovereignty ya Afrika katika AU tayari iko compromise. Kwa hiyo sio mbaya kuanza upya na hiyo jeshi, ambayo watach, wata, watatumia sio jeshi la kigeni, lakini inabidi wachague lead force, yani Uh, mashujaa kutoka jeshi ya kila nchi, ka, au karibia kila nchi ya Kiafrika ambayo watakuwa na hiyo experience na majenerali ambayo wako strategic kuweza kushughulikia hayo matatizo ya kivita ambayo zinatokea kama hii ya Congo mbalimbali. Hapa ndo watatuletea heshima kidunia na watatuletea heshima kuonekana kama mtu nyeusi anaweza kushughulikia uh, vitu vyake peke yake bila mzungu. Si Kwame Nkrumah amesema, ni kweli mtu nyeusi anaweza kushughulikia vitu vyake, mtu mweusi anaweza kushughulikia vitu vyake mwenyewe. Kwa hiyo bora tu tuchukue hiyo philosophy na tu apply katika African Union na hapa ndo nimefika mwisho ya episodi ya kwanza kwa Kiswahili. Uh, ile nyingine ilikuwa ya Kiingereza lakini hii ya pili nilipaswa kufanya kwa Kiswahili na kusamani sana kwa kiswahili changu. Uh, Kiswahili yangu haiko vizuri sana, maana nilikaa nje kidogo kwa muda mrefu sana katika maisha yangu. Kwa hiyo nitaendelea kujifunza na nafikiri my listeners wataendelea kunifundisha na kunisaidia katika comment section na uh, kipindi ambayo nataka kutangazia, kipindi kijacho kuhusu siasa za Ghana, tutaongea kuhusu uh, uh, mazingira ya nchi ya Ghana um, kwa miaka nane iliyopita na huyu rais mpya wa zamani ambao amekuja sasa hivi anaitwa John Mahama amerudi. Na sababu kurudi na sababu gani? Wagana wamechagulia yeye na sio um, uh, uh, uh, uh, makamu rais wa kipindi cha nyuma, na pia kwa nini uh, waziri wa fedha sasa hivi amekuwa wanted fugitive yaani mtu ambao jeshi la polisi wanataka kumrudisha Ghana na kumpeleka mahakamani. Um, nashukuru kwa kusikilizia, nashukuru kwa familia yangu, nashukuru kwa nchi yangu Ghana, mainchi zangu Ghana na Tanzania, na tumshukuru Mungu na tunatakiwa nguvu zaidi wa Afrika yetu na umoja. Asante.